Dalili kuu nne kama haupevushi mayai. Dalili ya kwanza ni kutopata period. Kama unajua unapitisha zaidi ya mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu bila kupata period. Tambua mayai yako hayapevuki. Na dalili ya pili kama haupati ute wa uzazi. Unapitisha mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu uje kuona ute wa uzazi. Tambua mayai yako hayapevuki. Na dalili ya tatu ni mzunguko kwa mrefu sana zaidi ya siku thelathini na tano au kuwa mfupi sana chini ya siku ishirini na moja. Maana yake mzunguko wako unaenda siku arobaini, siku thelathini na nane, siku hamsini, basi tambua kuna tatizo, mayai yako hayapevuki. Na dalili ya mwisho ni hedhi kuwa ndefu sana. Unaingia period zaidi ya siku saba, siku nane, siku tisa. Ukipata dalili hii, tambua mayai yako hayapevuki. Na kama unavyojua kama mayai yako hayapevuki, kupata ujauzito lazima iwe changamoto sana. Unapitia dalili hizi, mayai yako yapevuka, nitafute, ni tafute kwa msaada, ushauri na tiba. Usahau kulike na kushare video hii.